Baada ya sintofahamu ile ya jana, uongozi ukakaa na baadhi ya maafisa wa jeshi la polisi pamoja na uongozi wa serikali kwenye halmashauri yetu ya mji wa Tunduma, lakini mwafaka hatukufika bado kwa sababu e, ili eneo wametuambia tuendelee kulitumia kwa sasa hivi kwa emergency, lakini namna ya kulimaliza na tujue changamoto ya hapa inaishaje. Kesho tarehe tatu kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa nane tutakuwa na mkutano mkuu wa Umoja wa Madereva Bajaji Tunduma, kwa sababu kazi sisi ndio tumepewa bajaji za malengo sawa. Leo hii unaponiambia katika swala la kuathirika, natakiwa, ni, natakiwa nitumie dakika tano kutoka labda Transformer, au kutoka labda stendi ya zamani mpaka mjini natumia nusu saa. Sawa, abiria mwenyewe akitoka kule mpaka kufika hapa abiria, labda umefanikiwa mf kupata abiria ni wanne, ni elfu mbili hiyo ina ujapandisha uja bado utapata shilingi ngapi? Ina maana ile hali ya kwamba kwenda kwa wakati sisi, kwetu sisi inatusaidia, yaani issue ni kwenda kwa wakati Kut. Sisi bwana, tunashukuru tumeruhusiwa, japo japoni kwa muda kama ambavyo wao wanaongea, ila sisi shida yetu kubwa madereva bajaji ni hichi kipande cha Kisimani, ambapo wanatuambia kwamba tuende tuzunguke kule, wakati sisi riziki yetu iko hapa. Na changamoto nyingine, mimi nadhani wao wasimamizi wakae kwa umakini waangalie, ndugu mtangazaji, hata mwenye ukiangalia hapa kuna lori zimepaki zimepaki mistari miwili upande wa kule na upande wa uku maana zimechukua njia mbili zimebakisha njia moja moja ambako sasa wanaopandisha tena wanakuja kupita hivi namana itimisi wa lori wanachukua njia tatu za kushuka mbili ya kupanda moja inayobaki ni moja tu kwa hiyo jamu haisababishi na bajaji tu kwamba hata gari ndogo anavyotoka kwa anavyoshuka lazima watajibana hapa, anasababisha jamu. Basi, kama, na, kama nivo basi, ili kereke, basi magari yote pikipiki piki, matololi, vyote visipite, vyote visipite kulambako zinapita bajaji. Tutakubaliana. Sio bajaji tu, kwa sababu bajaji tunalipa latra, tunalipa mapato, tunalipa bima na kila kitu, tunalipa mji mdogo wa matololi, walipi kitu chote, wenye wanaruhusiwa wanapita na jana kuingia barabarani. E, ilikuwa ni tumefika mwisho sasa kwamba tumechoka, ni lazima sasa tupate usaidizi wa, wa, wa karibu, na ndio kile kilichotokea jana. Changamoto ya jana ndio iliyoibua, lakini changamoto tunazo nyingi sana, tutaziongea wakati mwingine. Kwa saizi ile moja inatosha niizungumze. Baada ya tukio lile, wakaja viongozi mbalimbali, tukazungumza nao. Tulivyozungumza nao tukafika mwafaka kwamba kesho Jumamosi watakuja na tutazungumza nao pale katika uwanja wa mwaka pale ambao anacheza mpira, tutazungumza nao pale na nadhani yataisha matarajio yetu. Mimi naomba sasa, eh, endapo kunakuwa kuna jambo lolote linatokea, tushirikishwe kama viongozi, ili na sisi tuweze kutoa changamoto zetu, sio tupate taarifa kutoka redioni eti, kwa sababu kiongozi fulani ana mamlaka fulani, yeye binafsi kaamua sisi tufuate hiyo, hatutakubali. tunaomba tushirikishwe basi na sisi tutoe changamoto.